Apedaka kuwa mingo na wasanii, kwa sababu wasanii si wanajua atamsema vizuri huko. Unajua, ana wengi tu wanakwenda, wanachukua wanachukua dola elfu kumi tu wengi, anaona alimpa tena, akamwambia siku kukopesha kama, unajua tena anamwambia utanilipa, utalikuwa unanikimbia wala mimi sikushika

yeye ndo alikabidi weka aadaaa nikampa, lakini hawana connection yoyote, ingawa yule a alikuwa anaitaka anajipegesha atauanatajiri aa, wapendi hiyo kutangazwa, hata kama ingekuwa kweli

mpaka lisi hivi sala ananambia, Haji, mke wangu katoka Marekani, surprise kaja nyumbani, sikumjua kama huyu mke wangu. Kamuona eh hakumjua, isi walimembadilisha wa Marekani, ikua kubwa. Anasema Haji, sikumjua kama huyu mke wangu yule mkewe nani, Uturuki. Uturuki wakiwa nje wanavaa kawaida, wakiwa nje Tanzania kaa kawaida, lakini zikachonga mama, pua, lips, nyusi, joga kama miezi sita

asingekubali swaga zake yani, hizo <laughs> sio <laughs> swaga zake sio, eti nitangaze niafu. Kati ya ai na yule mkiwe gharibu, ushakumwona mkiwea achonga kila marekani <male>. <laughs> akuchongea uturuki wa india yani, yule lie, katika maisha yangu ngosikie kukutana naye, nakutana naye kila siku lakini hajavaa baya. Nilikutana naye Uturuki unamwona uje ni faropezi wa kweli. Na misi nilikuwa na na misi nani Amida, hamwezi namna walivyochonga wale, na mkesawa wamechonga wote mpaka lisi hizi salaha Sal, ananambia Haji, mke wangu katoka Marekani surprise kaja nyumbani, sikumjua kama mke. Kamuona mke wangu, kamwona, hakumjua isi walimembadilisha wa Marekani ikua kubwa. Anasema Haji, sikumjua kama huyu mke wangu

Eh, mtoto wake salama na mtoto wake. Afurahi alikuwa anakwenda. Lakini yule mtoto kinani akawa anataka kumsapa. Hapo yule mtoto kinani sefata. Ajali. Mange Kimambi exclusive. Ajali yeah, kubwa sana mtoto wa Salama. Yaani yule ingekuwa maskini kisha kufa. Seli gombo na ile bajaji ikapitia li, li li nje pale kwao kwao. Kwa hiyo wakaribika sai wakawaisha na Andres Jets kumpeleka South Africa usiku ule ule, hapo ndo faida hela. Yani ikapata ajali kama saa kumi jioni. Sa, mbili jioni kwaisha mwimbili saa 4 ikamtoa gari mwingine.